Karibu katika makala fupi ya kihistoria ya jiji kuu la Tanzania, Dodoma. Historia yake kwa ufupi, Dodoma ni jiji kuu la Tanzania, lina historia ya kipekee na ya kuvutia inayochanganya maendeleo ya kisiasa, kijamii, na kiutawala. Licha ya kuwa mji wa kati usio mkubwa sana kwa idadi ya watu ukiunganisha na Dar es Salaam, Dodoma ni kitovu cha maamuzi ya kitaifa na kisiasa. Asili ya jina na maeneo yake maarufu huongeza ukubwa na thamani ya jiji hili. Jina Dodoma linatokana na neno la lugha ya Kigogo Idodomya, linalomaanisha mahali palipoanguka ndizi. Hadithi ya kale inasema kuwa wakati wa karne ya 19, msafara wa wafanyabiashara wa Kiarabu umekuwa ukipita eneo hilo na katika harakati zao, gunia la ndizi kupelekea kuanguka eneo hilo. Tangu hapo, eneo hilo kuanza kujulikana kwa jina hilo. Dodoma ni nyumbani kwa wale wote wa kabila la Wagogo, kabila ambalo limeishi maeneo haya kwa karne nyingi. Kabla ya ukoloni, eneo hili limejulikana kwa kilimo na ufugaji pamoja na tamaduni za Kitanzania zikihifadhiwa kwa umakini mkubwa. Katika miaka ya mwanzoni ya 1900, wakati wa utawala wa Kijerumani, Dodoma imeanza kupata umaarufu zaidi kutokana na ujenzi wa reli ya kati, yaani Central Line Railway, ikiunganisha Dar es Salaam na Kigoma. Reli hiyo imepita katikati ya mji wa Dodoma, na hivyo kuufanya kuwa eneo muhimu la kimkakati kwa usafirishaji na biashara. Biashara. Mpaka kufikia mwaka 1973, serikali ya awamu ya kwanza chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ikatangaza uamuzi wa, wa kuhamisha makao makuu ya serikali kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Lengo kuu ni kuhamasisha maendeleo ya ndani ya nchi, kuendeleza maeneo ya kati na pia kuwa karibu zaidi na wananchi wote wa Tanzania, kwa sababu Dodoma ipo katikati ya nchi. Hata hivyo, utekelezaji wa mpango huu umekuwa taratibu kwa sababu ya changamoto za miundombinu, rasilimali na mahitaji ya mabadiliko ya taasisi za serikali. Hivyo basi hadi mwaka 2016, chini ya uongozi wa rais wa awamu ya tano, Dr. John Pombe Magufuli, serikali ikaharakisha mchakato wa kuhamia Dodoma, na wizara nyingi zikahamishiwa huko. hatimaye Dodoma ikatangazwa rasmi kwa jiji kuu la Tanzania, na sasa tunapozungumza, ni makao makuu ya kudumu ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na ofisi mbalimbali za serikali. Leo hii Dodoma inaendelea kukuwa kwa kasi, barabara za kisasa, uwanja wa ndege unaopanuliwa, taasisi za elimu ya juu kama Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, na majengo ya kisasa ya serikali yanathibitisha dhamira ya kuijenga Dodoma kuwa jiji la kisasa na la kimkakati. Dodoma si tu jiji kuu la Tanzania kwa jina, bali ni ishara ya maono ya taifa. Kutoka kijiji kidogo cha Wagogo hadi kuwa kitovu cha maamuzi ya kitaifa. Historia ya Dodoma inaonyesha jinsi dira na maono ya uongozi pamoja na mshikamano wa wananchi, ukiongozwa na viongozi wake, vinavyoweza kuibadilisha historia. Makala hii bila ya kusahau, imeandikwa na kusomwa na ndugu yako Isa Kisuguru. Pia usisahau kufanya kitendo cha kiungwana kwa kusubscribe, kushare, kucomment na kulike chaneli yetu.